Hii leo Aprili 30 mwaka 2025, maelfu ya raia wa Burkina Faso na wapenzi wa haki kutoka sehemu mbalimbali duniani walikusanyika kuonyesha mshikamano wao kwa Rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, katika harakati zake za kudai uhuru na kupinga uingiliaji wa kigeni. Mkutano mkubwa ulifanyika katika Uwanja wa Mapinduzi mjini Wagadugu, ambapo wananchi walibeba mabango na bendera za Burkina Faso, Mali, Niger na Muungano wa Nchi za Sahel, wakipinga vikali ubeberu wa kimataifa. Katika hafla hiyo, Waziri Mkuu Rimtalba Jean Emmanuel alisoma ujumbe kutoka kwa Rais Traore akiwashukuru wananchi kwa mshikamano wao na kuwataka waendelee kwa uangalifu na waamuzi katika kukabiliana na vitisho vya ubeberu. Alisisitiza kuwa Mwaka 2025 sio sawa na mwaka 1987 na kwamba watu wa Burkina Faso wa sasa wako macho na tayari kulinda uhuru wao. Waziri Mkuu pia alikemea vikali matamshi ya hivi karibuni ya Jenerali Michael Langley kutoka Marekani, aliyemshutumu Rais Traore kwa madai ya kuunga mkono ugaidi. Alisema kuwa shutuma hizo ni za uongo na hazina ukweli wowote, na kwamba jaribio la kudhofisha uongozi wa sasa Burkina Faso ndio lilikuwa lengo lake. katika ujumbe wake Rais Traore aliwahimiza wananchi kuendelea kuwa waangalifu na kuunga mkono juhudi za serikali ya mpito katika kurejesha amani na usalama nchini. Aliahidi kuwa serikali itaendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kuwa Burkina Faso inakuwa taifa huru na lenye kujitegemea. Hafla hiyo pia ilihudhuriwa na wasanii mbalimbali kutoka Burkina Faso akiwemo Flobi pamoja na wasanii wengine ambao alitumbuiza na kuhamasisha wananchi kuendelea kuwa na moyo wa uzalendo na mshikamano. Kwa ujumla, siku ya kimataifa ya mshikamano na Burkina Faso ilionyesha wazi kuwa wananchi wa nchi hiyo wako tayari kulinda uhuru wao na kupinga vikali uingiliaji wa kigeni katika masuala yao ya ndani. Ujumbe kamili wa rais Captain Ibrahim Traore ambao uliwasilishwa na waziri mkuu wa nchi hiyo ulisema kuwa: ndugu zangu wa Burkina Faso, leo hii tunasimama pamoja kuonyesha mshikamano wetu na kupinga ubeberu wa kimataifa. Tunakumbuka kuwa mwaka 1987 tulipoteza kiongozi wetu mpendwa Thomas Sankara, lakini leo hii tumeamka na tuko tayari kulinda uhuru wetu. Tunakabiliwa na changamoto nyingi lakini kwa mshikamano na uzalendo tutashinda. Serikali ya mpito itaendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kuwa Burkina Faso inakuwa taifa huru na lenye kujitegemea. Tunaomba usaidizi na mshikamano wenu katika harakati hizi. Pamoja tutashinda. Data Flow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi, tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.